Utajiri wa Babiloni, hadithi inayoweza kubadilisha maisha yako. Je, umewahi kuamka asubuhi ukaenda kazini ukafanya kazi kwa bidii lakini mwisho wa mwezi ukajiuliza pesa yangu ilienda wapi? Kila siku inaonekana sawa, unaamka, unafanya kazi, unachoka, unalala, halafu unarudia tena. Miaka inapita, ndani ya moyo wako sauti ndogo inauliza, je ninaishi kweli au nina survive tu? Ukweli ni huu, bidii peke yake haijawahi kumfanya mtu awe tajiri. Maelfu ya miaka iliyopita kulikuwa na mji tajiri kuliko yote duniani, mji uliojaa dhahabu, biashara na nguvu. Mji huo uliitwa Babiloni. Lakini jambo la kushangaza ni hili: licha ya utajiri wote, watu wengi wa Babiloni walikuwa maskini. Na hadithi hii inaweza kuwa hadithi yako pia. Babilon mji tajiri, lakini watu maskini. Babilon ulikuwa mji wa ajabu. Kuta zake zilikuwa kubwa, bustani zake zilining'inia angani, dhahabu ilikuwa kila mahali. Wasafiri walikuwa wakisema hakuna mji unaolingana na Babilon. Lakini nyumba ya utajiri huo, kulikuwa na wanaume waliokuwa wanateseka. Wengine walikuwa na madeni, wengine walikuwa watumwa. Wengine walifanya kazi maisha yao yote bila kuona matunda. Mmoja wao aliitwa Bansir. Bansir alikuwa fundi maarufu wa kutengeneza magari ya vita. Alikuwa bora kuliko wengi. Matajiri walimheshimu, kazi yake ilipendwa. Lakini pesa zilikuwa hazikai kwake. Hakuwahi kuwa na akiba, hakuwahi kuwa na uhakika wa kesho. Siku moja, Bansir alikuwa amekaa juu ya ukuta wa mji akitazama jua likizama akijiuliza swali ambalo watu wengi hujiuliza leo: Je, ninaishi kweli au nina survive tu? Ndipo rafiki yake wa utotoni Kobbi alipofika. Kobbi alikuwa mwanamuziki, alikuwa na kipaji kikubwa, lakini kama Bansir, naye pia alikuwa maskini. Kobbi alikuwa amekuja kumwomba mkopo mdogo, lakini Bansir alishusha kichwa na kusema, sina hata kipande cha fedha kwa kukukopesha. Maneno hayo yaliumiza si kwa Kobbi tu hata kwa Bansir mwenyewe. Mazungumzo yaliyobadilisha maisha. Kobbi aliketi karibu naye, wakaangalia watu wakipita chini ya ukuta, wafanyabiashara wakihesabu, wakihisabu dhahabu, matajiri wakipita kwa magari, watumwa wakibeba mizigo mizito. Kobbi akasema tunaishi katika mji tajiri kuliko yote, lakini sisi ni maskini. kwa nini? Bansir hakuwa na jibu. Ndipo waligundua jambo la kuogopa zaidi watoto wao wangerithi maisha yale yale: umaskini, kazi nyingi, hakuna uhuru. Ugunduzi mkubwa. Baada ya ukimya mrefu, Kobbi akasema ya maneno yaliyobadilisha kila kitu, labda kutengeneza pesa ni ujuzi, kama vile kutengeneza magari, kama vile kupiga muziki. Wazo hilo lilimgonga moja kwa moja moyoni. Kama utajiri ni ujuzi, basi umaskini si bahati mbaya, ni ukosefu wa maarifa. Ndipo walipomkumbuka rafiki yao wa zamani Arkad. Walikuwa wamekuwa naye, lakini sasa Arkad alikuwa mtu tajiri kuliko wote Babilon. Hakuzaliwa tajiri, hakupata bahati, alijifunza jinsi pesa inavyofanya kazi. Bansir akauliza, Je, akili yangu inaweza kujifunza kama yake? Kobbi akamkumbusha jambo muhimu: mwana wa Arkad, Nomasir, alienda kwenye mji mwingine bila dhahabu lakini akarudi akiwa tajiri. Hiyo ilimaanisha kitu kimoja tu: utajiri unaweza kujifunza. Uamuzi uliobadilisha hatma. Bansir alisimama kwa mara ya kwanza, hakuona woga, aliona matumaini. Twende tukajifunze, sio kesho, sio baadaye, leo. Waliwakusanya marafiki zao wengine, wanaume waliokuwa tayari kubadilisha maisha, na hapo ndipo safari ilipoanza. Si safari ya kwenda mbali, bali safari ya kubadilisha fikra. Funzo la kwanza la Babilon. Babilon haikuwahi kukosa dhahabu. Kilichokosekana kilikuwa hekima ya kuitunza. Na hadi leo watu wengi hawateseki kwa sababu hawafanyi kazi. Wanateseka kwa sababu hawajawahi kufundishwa jinsi ya pesa. Na sasa ni kuulize swali moja. Je, unaishi au una survive tu? Kama ungependa kujifunza kanuni za Arkad zilizowabadilisha wanaume wa Babiloni kuwa tajiri, andika sehemu ya pili kwenye comment. Na kama video hii imekugusa, share na mtu mmoja anayehitaji kuisikia leo. Kwa sababu toleo lako la baadaye linakuangalia sasa hivi.